Tunapenda jambo lingine, tunapenda. Kwa nini tunapenda kuwakumbusha Watanzania? Kwa nini pia tuna tunazungumza leo kuwakumbusha Watanzania, Tanzania kuwa huu ndio muda mwafaka wa kuzungumzia mambo kama haya? Sijui mnasubiri wakati gani kufanya mijadala ya mambo kama haya, kwa sababu huu ndio muda wa kuweza kupima na kupembua ni nani mwenye nia ya dhati ya kutaka kutuletea jambo hili la katiba. Kwa hiyo wakati wa uchaguzi ni muhimu kurejea hizi ajenda pamoja na zingine. Si tunazungumza katiba leo, lakini zipo ajenda nyingi za kitaifa sisi tunazungumza katiba kwa sababu tunaamini mambo yote ya kitaifa ambayo yanalalamikiwa mwarobaini wake kwa asilimia zaidi ya themanini, ni katiba mpya. Yaani sisi tunataka tuue ndege yote kwa jiwe moja Barana, leo tuanze kuzungumza, sijui tume ya uchaguzi, sijui sijui haki za binadamu, sijui uhuru waandishi wa habari wa, tunatafuta jiwe kubwa ambalo litaua ndege yote kwa wakati mmoja na jiwe hilo ni nini? ni ni nini katiba, yaani upatikanaji wa katiba yaani ni, ni na sawa zile dawa mseto kwamba ukinywa dawa inatibu magonjwa, magonjwa yote si ndio? Dawa moja inatibu magonjwa yote sasa sisi katiba tunaona ni dawa mseto ambayo iki, tukiimeza maanake magonjwa yote ya nchi tunakwenda kufanya nini tunakwenda kuyatibu na ndio maana sisi tunajikita kwenye katiba mpya tukiamini kwamba huu ndio mwarobaini wa changamoto za wananchi kuanzia kwenye masuala ya maendeleo, masuala ya umaskini, masuala ya uchumi, masuala ya ufisadi, masuala ya uchaguzi, haki za binadamu, makundi yote ya jamii na mambo yote. Ni katiba. Anayedanganya watu kwamba katiba haihusiani na kula yako, haihusiani na barabara yako, haihusiani na uchumi wako. Huyo anatakuwa arudi darasani. Anatakuwa elewe nini maana ya katiba. Katiba ndio maisha ya Tanzania kwa kila siku. Katiba ndio kila kitu. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwa na katiba mpya tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo tuchukulie, na waandishi wa habari tuwaombe kwamba nyinyi ndio muwe kioo cha jamii. Nyinyi mna sauti, mna nafasi ya kuwakumbusha Watanzania, mna nafasi ya kuwaelimisha Watanzania umuhimu na sio na mnasisitiza. Tumetoa historia, sio kosa kama kuna kiongozi anadhani Watanzania kudai katiba mpya ni kosa la dinyai, halafu tukakubaliana naye, basi wengine ambao tumekuwa tumesoma sheria, tumesimamia haki za binadamu, ni bora tuzikwe kesho. Na tusione haya kudai swala la katiba mpya, tusione hofu yoyote ile, kwa sababu tena tunapodai kwa njia hizi za kusha, kusha, kushauriana. Kwa sababu zipo nchi ambazo watu walidai katiba kwa mapanga na mitutu. Hapa Kenya jirani tu walipigana wali kwanza ndio wakapata katiba mpya Rwanda na nchi zingine South Africa sisi tulipata bahatika kuanza mchakato wa katiba tukiwa na amani na bado tunapendekeza kwamba tuendelee kutumia fursa hizi tulizonazo kupata katiba tukiwa tunakunywa chai pamoja tunakaa pamoja tunapiga picha kwa pamoja na ndio mchakato wa katiba duniani unapendekeza hivyo kwamba tupate katiba tukiwa tumetulia na katiba itakayotengenezwa wakati tumetulia itakuwa ni katiba imara ya kudumu miaka mingi kwa sababu tumetengeneza tukiwa hatuna pressure zozote kwa hilo jambo lazima tusisitize kwamba ndio maana tunasema kwa nini tunazungumza leo FM.